Jamani, sometime huwa tunapitia maisha magumu, sometime tunapitia maumivu. Maisha ni kupanda na kushuka. Kuna muda tunaona kabisa vitu haviendi, tunakosa tumaini, mambo hayaeleweki, hatuoni direction zikoje. Yaani kuna muda vitu vinachanganyana. Kikubwa usikate tamaa ndani yako na ujue kwamba with time vitu vitakuwa sawa. Najua leo unaweza ukawa unaumia sana, sijui ninaongea na nani, lakini najua yupo ambaye sasa hivi anaumia sana, ana machungu sana. Lakini nikwambie kitu, a good comfort of your life ni wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ndo unajua ulikotoka, unajua waliokufanyia, unajua namna wamekuumiza. Kuna muda tunafanyiwa vitu kwenye maisha hata kusimulia, tunawahurumia wale tunaowasimulia, tunawahurumia vile watakavyoumia lakini kwa kuwa sisi ndo tunajijua zaidi, tunajicomfort kwamba jamani, mbona kipindi kile nilipita, mbona nimepitia mengi sana, mbona nimevuka vizingiti vingi, mbona niliwezaga, mbona hata kile kipindi nilichoambiwa sitaweza niliweza, mbona kuna kile kipindi ambacho nilikata tamaa nilijua ndo mwisho, niliweza kuvuka, mbona Mungu alinipiganiaga sana. Huyu Mungu aliyetupigania kipindi hiko ndo huyu huyu yupo Tusikate tamaa, tusikate tamaa, tujifariji. Kuna muda watu wa kukufariji hawatakuwepo. kuna muda watu wa kukutia neno la faraja hawatakuwepo. Huna haja ya kujikatia tamaa, jitie moyo, jitie moyo. Mimi ninapenda sana kujifariji sometimes. Najua kuna mda nakuwa vibaya, kuna mda nakata tamaa, yani kuna mda you feel like giving up, kwa sababu katika mapambano, katika maisha kuna mda vinatokea vitu vinakua kama vinataka kukurudisha nyuma. Lakini you get your energy back, you count your blessings. Unahesabu vitu ambavyo vimeenda vizuri, unahesabu zile baraka ambazo Mungu kakupatia zote, unahesabu yale mazuri yote ambayo uko nayo. Ukihesabu yote yale unasema jamani, kama nimeweza kufikia haya yote kama Mungu aliweza kunipa haya yote, na la zaidi, aliweza kunipa uhai ambao kuna watu wamepoteza, mimi kanipa nina, sina sababu ya kuendelea kulaumu. Na zaidi niendelee kumshukuru Mungu na kuendelea kutafuta solution ya lile lililoko mbele yangu bila kukata tamaa. Kuna muda tukipitia magumu tunasahau yale mazuri wengi sana mnasema mna uzuni mna machungu, lakini naomba nikwambie kitu. jitie moyo, jifariji, tafuta vitu ambavyo vinakupa amani. Tafuta amani ya kujipa mwenyewe. Kuna muda wa watu wengine amani tumeweka kwa watu. wale watu wakitutingisha tu kidogo amani zetu zinaondoka. Ndio maana nakwambia amani yako inatakiwa itoke ndani mwako, namna unayaona mambo, naona unavyoyachukulia maisha ndio maana unaona kuna muda mtu anaweza kanapitia wakati mgumu, lakini unamuona na amani. Ni vile alivyochukulia maisha, ameamua kuweka yale mazuri zaidi mbele kuliko yale magumu ambayo hayajawa. Ameamua kuhesabu baraka zake kuliko yale ambayo hayajaenda vizuri. Kwa kwa sometimes we need to see life in a different way, in a positive way, ili tuweze kusonga mbele. Ukiyawaza matatizo yako, jamani, matatizo dunia na mapigo, ukiyawaza mapigo yako tu yale yaliyoenda vibaya tu, utaona kama dunia haiko fair. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza kaona dunia iko fea, lakini ukiamua kuiona kwamba dunia iko fea kwa yale mazuri ambayo yameenda vizuri, huku ukiendelea kupambania hayo unayoyataka, maisha yako yatakuwa na amani, kwa sababu kila siku ukitaka vitu vyako viende vile unavyotaka, vitakuwa vile unavyotaka. Vitu havizi kuwa vile tunavyotaka, thats why we need to be flexible and to adapt, yani, to be flexible and adapt. Miaka ya nyuma tulivyokuwa tukiishi na sasa hivi ni tofauti, vitu vinabadilika. Kwa vitu vinabadilika, ndio tu adjust humo ndani kwa ndani, tujichanganye. Huku tunajifariji huku, tunajitia moyo huku, tunaendelea kuishi. Maisha ni moja, ikiondoka imeondoka. Live now, tuishi sasa, tu enjoy sasa, sasa. Tu enjoy sasa.